yes bwana niko naye mwanangu sana hapa muhindi wa simba kuzungumza e, yale ya kimichezo lakini kubwa zaidi kama ambavyo tunafahamu leo ni tarehe moja mwezi wa kumi na wekundu msimbazi simba katika dimba la nyumbani benjamin mkapa wako hapa kuwakaribisha e, Namungo Football Club kutokea huko kusini bwana asalamu alaykum, wa alaykum salam, uko vizuri dalili za mawingu eh, dalili za mvua bwana dalili za mvua Eh, <todic> dalili za mvua eh. Tumeshaona ndio hiyo yeah. Mambo ya mbea hiyo eh, yeah. Jana yeah. Yeah. Dakika ya tatu mm. yeah. Watu wana wanabebwa. Yeah. Dakika ya tatu, dakika ya tatu Abdalla, watu wanabebwa dakika ya tatu, penalti yani red card ya dhahiri. Yeah. Ndo hayo tunasemaga kwamba sisi tunataka ligi iwe ya labda yenye fair ile, bwana fair play, kama ulikuwepo ligi yeah. tunataka fair play, hatutaki kubebana, tumechoka. Unajua Abdallah, ligi yetu ina thamani, ligi yetu ni bora katika Afrika kubwa sana, sasa kwa nini tunajiharibu? Hayo hayo tunasemaga, yani jana tu yamerudia eh? watu wamebebwa eh? Sasa hayo ndo sisi hatuyataki ndugu yangu eh? yeah. sisi tunataka fair play, bingwa apatikane kwa halali, sio bingwa ya kubebwa. Kwani wamebebwa hasa kwenye matukio gani? miaka ah, yote sio wanabebwa, safari tu kidogo. Udhamini wamepunguza, na nashukuru kwa hilo lakini kila mwaka wanabeba kudhamini timu nane, marefari anawabeba eh? Sasa hayo bana, yani iwe kikomo. Na mimi naomba sana bodi ya ligi kwamba jana tu jamani, huo mchezo umeshaanza anza eh? Hayo hatutaki hayo maswala hatu eh? fair play, narudia tunataka fair play, bingwa awe halali, afu uone kwamba sisi kama hatujabeba alafu uone kama mba, sisi hatujabeba yale kwamba mambo yakienda kiungwana sisi tunashindwaga hapo e. Hamna sehemu nyingine, lakini fair play ikiwepo, ah, sisi ndio wenyewe. Mbona kimataifa tulalamiki? Si unaona kimataifa sisi tunakofika na wana wanakoishia eh? Yani ni mfano kwamba kimataifa niye hamfiki mbali kwa sababu mnafanya uchafu kwenye ligi ya ndani, lakini kama fair play inakwepo, ni timu ya Tanzania inatuwakilisha, pamoja na kwamba ni mpinzani wetu na sisi hatuna uzalendo, lakini kama fair play inakwepo, wanafika mbali nao. Sasa sisi hatutaki mambo hayo, sisi Abdala, hatutaki sisi hatutembezi bahasha, sisi hatuchezi na marefari, sisi hayo mambo hatutaki, mpira tu sisi, mpira tu, na leo ndo utaona sasa yeah. Leo tunawaacha mbali sasa yani, yani mwanzo mzunguko wa ngapi? Huo wa pili, huo wa pili, huo ndo yeah. Tunaanza kuacha mbali ndio tofauti ya wao na sisi. Labda kabla hatujaenda kwenye mchezo wa leo, nataka tugusie mchezo wa jana kilichotokea Mbeya kwa Young Africans kuangusha alama mbili katika tatu ambazo walikwenda kuzipambania na kupata alama moja kwa sare kwa suluhu ya sifuri bin sufuri bisufuri. Hii ina faida gani kwa kundi msimbazi Simba? Na labda inatoa taswira gani kwa upande wa Simba, kile ambacho wanapaswa kuifanya msimu huu kuelekea michezo inayofuata ndio hii. Tunasema kwamba wao, bodi ya ligi wawe makini na masuala kama hayo refari ambaye anaona bana kwamba hajatenda haki afungiwe mara moja, afungiwe tu mara moja, itakuwa mfano kwa wengine. Lakini Yanga timu utopolo hawana, ndugu yangu, yaani tusibishane kwa hilo, timu hawana. Na sasa hivi nakwambia, punde si punde unasikia kocha anafukuzwa, mwalimu huyo, mwalimu huyo huyo, wameshaanza kupiga kelele Unajua utopolo hawana uvumilivu kama sisi. Sisi washabiki wa Simba na wanachama tuna uvumilivu sana, Abdallah, tofauti na wao. Angalia kwamba sisi, wao hawajafungwa mechi zote fla alizosimamia, alizo, alizo, zote wameshinda, lakini bado hawamtaki, bado hawamtaki hawa. Na kwa staili ya jana, mimi nakwambia hivi Kweli anaondoka huyu, hata desemba afikishi, desemba hafikishi huyu <tiple> Christmas anaenda kula kwake pengine. Kweli hata Oktoba unayosema ni sawa, nakubali, lakini upande wangu naona hata kweli kabisa Oktoba pia inawezekana eh. Ni kweli ndugu yangu, hata Oktoba kweli hamalizi eh. Tena Desemba mimi nimesema mbali, kama ulivyosema eh. Tuje kwenye mchezo wa leo bana. Eh, na Mungu wa Juma Ramadhani Mgunda, eh, una ni mara nyingi huwa umekuwa mfupa mgumu sana kwa kuna Msimbazi Simba, labda mnachokitarajia wana Simba kwenye mchezo huu hasa siku ya leo ni kipi? Unajua, ligi yetu ni bora na tuna imani na benchi la ufundi na wachezaji. Unajua, mimi na kitu kimoja tu, ujumbe wangu kwamba wachezaji wa Simba na benchi la ufundi kwa ujumla, wapiganie nembo ya Simba. Abdalla, hicho tu mimi huwa inaniumiza sana kwamba wachezaji wajitume, eh, yani wajitume. Unajua utopolo, niwe mkweli, mfumo tu labda wa kucheza kutokana na huyu kocha wao, lakini kweli wachezaji wanajituma Abdalla? Kwenye ukweli, tuongee ukweli kweli wanajituma, yani wanatoa jasho, wanajituma yeah. lakini kwetu hiyo kitu hakipo sasa hivi Abdalla, lakini timu inapata matokeo Abdalla. Sasa hivi wachezaji wetu wananenepa, unajua mm. Wananenepa ndugu yangu yeah? wachezaji wetu wananenepa, angalia pinpin kamera, mashavu hayo mtu wa daiti. Simba, maisha mazuri. Pamoja na hayo sisi tunataka mpira, tunataka matokeo uwanjani eh? maisha hatukatai kwamba Simba kweli maisha mazuri, lakini tunataka sisi washabiki na wanachama sisi, Abdalla tuna faida gani kuja uwanjani, tunalipwa na nani eh? tunaacha kazi zetu, tunalipwa na nani? Tunapofungwa tunaumia eh? kwa sababu ya mapenzi simba iko kwenye damu mapenzi abdala hatufaidiki na chochote sasa wachezaji waone hicho watuthamini waipambanie nembo wavuje jasho kwa ajili ya simba eh watuthamini eh waone kwamba nyuma yao kuna watu karibu elfu milioni arobaini unajua sisi washabiki wa simba tuko wengi kuliko hata utopolo kwa hiyo waone hiyo kwamba nyuma yao kuna watu wanaumia, watu. Abdallah, nisikudanganye, nimeona kwa macho yangu eh? Eh? na viongozi pia nawaambia wanaosimamia klabu kwamba yeah. Watu bwana Simba inapoleta matokeo mabaya, watu wanaumia, watu wengine wanakufa, wanapoteza maisha zao, watu wengine wanazirai uwanjani, tunawaona eh? kwa hiyo ni hicho ndugu yangu kwamba tuipiganie Simba yetu eh, tuwe na uchungu na Simba yetu. Wachezaji Abdallah, inatakiwa waambiwe, wapewe historia tena. Mimi nasema hivi, nashauri kitu kingine moja. Ndio, muhimu sana, muhimu sana. Muhimu sana yeah. Na ni ujumbe wangu pia kwamba imefika hatua kwamba wachezaji wetu wa zamani kwa mfano Boniface Pawasa eh, dua saidi Yeah. wako wengi za moyoni Mogela Golden Boy eh, yeah. yeah. ambao walikuwa wanapigania nembo ya Simba na walikuwa wanacheza wakati ule mpira kweli, wanacheza wanacheza, yeah. yani kwa jasho na kujituma yeah. wawekewe session wachezaji hao wanaokuja, hata hao wa nje na wa ndani, yeah. wawekewe session yeah, waambiwe historia na yeah. utamaduni wa Simba kwamba hii Simba toka thelathini na sita imetoka na iko wapi huu ni ujumbe wangu tena, ni kitu kimuhimu sana eh, kwamba waipiganie hii nembo. Hawa wachezaji wa zamani wajumuike eh, wakati wacheza msimu unapoanza, waonyeshwe waambiwe kwamba hii Simba ina thamani gani eh. Sisi tumeona wakati wadogo, Abdalla, wewe pengine hata hujazaliwa Tumemwona akina Zama, huyu ni Mogela, tumemwona Malota, Soma, Bol, Jagla, yeah? Mtuyo sasa, wanacheza jihadi, wanajituma, yeah? Sasa ndio hiyo, watu waambiwe, wachezaji wa sasa hivi wa watoto hao wa, wa elfu mbili waambiwe kwamba maana hii Simba ina thamani gani. Piganieni nembo hii Chezeni, unajua Abdallah, wachezaji hawachezi bure bana, wanalipwa tena, wanalipwa hela nzuri, alafu analeta fyoko fyoko uwanjani bana, eh, kwa mfano huyo eh, aua aminiuzi kweli bana, mi nakwambia eh. Uwe serious, unajua katika mpira, hasa mechi za kimataifa eh, unasema kwamba unapopata nafasi tumia hapo hapo Uki, kosa nafasi ina kosti timu, na si umeona tumetoa draw. Sahihi eh, sahihi kabisa. Kwa hiyo unapopata nafasi tumia. Yani ujumbe wangu ni hiyo kwamba itengenezwe sessions za wachezaji waambiwe na wachezaji waliopita kwamba Simba ilikuwaje na iko vipi. Sahihi sana.